Ha, kwanza nafikiri tutakuwa kwa tuna mchezo mgumu kwa sababu JKT ni timu nzuri ambayo inafanya vizuri kila mtu anafahamu, na ni mabingwa wa ligi kuu, ni mabingwa ngao ya jamii na sekafa pia, kwa hiyo hautakuwa mchezo mwepesi, tunawaheshimu, lakini nasi kama timu tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda kuwapa furaha mashabiki wetu, na ni mechi nzuri kwetu sisi kama technical bench na wachezaji kwa sababu ndio sehemu ya kuonyesha namna ambavyo tumejiandaa kuelekea kwenye msimu mpya. Tunatarajia kuwa na mchezo wenye ushindani na tunatamani pia kushinda sisi kama timu, kwa sababu ilikuwa kwenye level sawa na na JKT, lazima tuwe na sisi tunashinda vikombe. Kwa hiyo msimu um, uliomalizika tulicheza finali na JKT jami, kwenye ngao ya jamii tukapoteza kwenye goli moja bila kukutana, na kesho ni mechi ambayo naweza nikasema kwamba tunatamani sisi kushinda. Hatuwezi kuwa tunafungwa mechi mbili mfululizo, kwa sababu kwenye mashindano haya, na niseme tu kwamba tuko tayari na kucheza na mpinzani yoyote ikiwemo JKT pia na tumejiandaa. Nafikiri wachezaji wakienda kufanya kile ambacho tumewaelekeza, tutapata matokeo mazuri.